Kwa upande wangu napenda kushukuru katupa fursa nzuri sana kwa ajili yetu. Sijawahi kuona <tutu> mbunge labda ametoka ametoka mtoka kuapishwa tu amkuja mbunge kwa kutembelea watu kama msikiza kelo, ni changamoto ambayo inatokea ila kwa sasa hivi mbunge leo anafanya kitu kizuri kuja kuwatembelea wananchi wake leo, mpigie kula ni vizuri. Mbunge wa jimbo la Iringa Mjini, Fadhili Ngajilo, amewataka vijana kutumia kamilifu fursa za kiuchumi zinazojitokeza ikiwemo kuunda vikundi vitakavyowezesha kupata mikopo kutoka katika taasisi za kifedha. Akizungumza na vijana mbalimbali wakiwemo waendesha bodaboda katika ziara yake ya kata ya Kwakilosa, Ngajilo wamehimiza kuunda vikundi vya kijamii na kiuchumi ili waweze kupata mikopo na kuanzisha miradi mingine ya maendeleo yatakayoongeza kipato na kuimarisha uchumi wao. Matumaini yangu ni matumaini yangu kwamba kazi nzuri mnayoifanya itabadilisha maisha yenu. Kuna mtu hapa ameongea amesema tuwekeze kwenye bodaboda boda, na mimi naungana naye mkono. Kuna kituo kingine cha pikipiki pale mna ndege, nadhani niliwaambia kwamba hakikisheni mnajisajili kuwa kikundi pale kwenye kijiwe chenu msiwe kijiwe tu cha kuja kupokea abiria na kuondoka. Niuzeni kile kijiwe kuwa mradi wa kiuchumi ili mkiwa mnakutana abiria wajafika, mnazungumzia masuala ya ya uchumi, na katiba yenu nzuri imesajiliwa kwenye kata na manispaa wameshaitambua, na mtendaji wa kata anatambua kwamba kile kijiwe sio tu cha shughuli za bodaboda bali pia ni kijiwe cha wanauchumi, watu ambao wanataka kuwekeza, wana miradi mengine. Maana katiba yeyo itakuwa inasema sisi ni maafisa wa wasafirishaji, tunamiliki bodaboda zetu hizi, ila tunafanya na shughuli zingine. Katika hatua nyingine, Ngajilo ameendelea kutimiza ahadi zake, ikiwemo leo kuboresha miundombinu katika kilabu cha pombe za kienyeji kilichopo katika mtaa wa kijiweni ndani ya kata ya Kwakilosa kwa kukabidhi vifaa vya ujenzi vyenye thamani ya shilingi milioni moja pamoja na shilingi laki mbili la kwa ajili ya ujenzi huo. Ilikuwa wakati wa kampeni na mkaniambia mambo mengi, lakini mojawapo mkaniambia hatuna mazingira mazuri ya maliwato kwenye hichi kilabu chetu cha pombe, na niliwaambia hichi kilabu cha pombe kinalea watu wengi sana, ni ajira ya wengi, lakini kuna familia nyingi zinategemea kilabu hiki kwa ajili ya shughuli zao za kujipatia kipato cha kila siku, na sisi lazima tukilinde kilabu hiki, lazima tufanye juhudi kiboresho. Sasa kwa kuwa mliniambia kuna jambo la haraka, nikasema mkinipa kula zenu tu tarehe ile 29 sitapoteza muda, nimeamua nije. Niliona jambo hilo mliloniambia ni kubwa sana. Sasa leo nimekuja na ahadi yangu kuitekeleza. Nyie mliniambia tu, mliniambia mnataka si kila choo pamoja na bati na kumbuka, lakini mimi nimejiongeza, nimewaletea na vitu vitu vingine vyenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni moja. Hata hivyo baada ya kuzungumza hao na vijana hao nao wakatoa maoni yao. Aisee, ni kwa upande wangu napenda kushukuru katupa fursa nzuri sana kwa ajili yetu na kututanua kifikra, kwamba kwa sababu tunatambua kuna maisha baada ya hizi shughuli za bodaboda. Kwa kweli, kwa upande wangu nimshukuru sana sana sana sana mbunge kwa kuwa na mawazo chanya ya kutusaidia sisi vijana wigo ambao ametupatia, kwa mfano hususan sisi tunaojihusisha na bodaboda. Ah, kwa kwa hili jambo kweli amefanya vizuri, kwa sababu mimi na nikiangalia wabunge kadhaa nyuma waliopita ambao wameshapita hapa, sijawahi kuona mbunge labda ametoka ametoka mtoka kuapishwa tu amkuja bunge kwa kutembelea watu kama msikiza kero ni changamoto ambayo inatokea hapa, ila kwa sasa hivi mbunge anafanya kitu kizuri kuja kuwatembelea wananchi wake, leo mpigie kura ni vizuri. Katika ziara hiyo Ngajilo aliambatana na diwani wa kata hiyo Hamidu Mbata, ambao kwa pamoja walisisitiza umuhimu wa kudumisha amani, kufanya kazi kwa bidii na kuimarisha umoja. Heriet Mola, Iringa.